Mambo vipi? Na hii ndiyo top 10 ya mastaa waliopendeza zaidi kwenye birthday ya mtoto wa Mario na Paula aitwaye Amara, iliyofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe tatu ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika hoteli ya nyota tano White Sand, Dar es Salaam, Tanzania. Namba kumi ni Tess Chocolate. Huyu ni baby mama ama mama mtoto wa msanii wa Bongo Flava Aslay. Of course, alipendeza sana vazi fulani klasiki Code White kama theme ilivyotaka, so aliwaka kinoma. Alifika pale akiwa na mwanaye Moza. So, unajua tena birthday party, so watoto pia ilikuwa ni sehemu ya kushiriki pamoja na wazazi wao katika tukio hilo la mtoto Amara wa kwake Mario pamoja na Paula. Namba tisa hii inatua kwa Zeilisa bibiya ikatoka kwenye ndoa yani kwa Haji Manara, ila kupendeza kupo pale pale. Mambo yalinoga ile kinoma noma, maana alivaa gauni fulani kubwa sana ambalo limekaa kama gauni la watoto, na yote kwa sababu pengine ilikuwa ni shughuli ya mtoto, yani birthday party, na ndiyo maana hata gauni lake likionekana katika mwonekano huo. nam Namba nane hapa wamegongana wawili, kwanza inatua kwa msanii Nandi, mke wa Billnass. Bidada huyu kwenye shughuli yoyote hanaga dogo liona alichokifanya Nigeria kwenye harusi ya Jux na sasa moto ka uasha kwenye jambo la Amara mtoto wa Paula. Lakini pia mwingine hapa ni mwanadada Aziza mtangazaji mashuhuri kutoka nchini Kenya ambaye pia ndiye alikuwa MC wa jambo hilo, hakika alipendeza kinoma. So namba hii nane imeguswa na Nandi pamoja na bibie Aziza kutoka huko nchini Kenya. Now let's go kwenye namba saba, hii inatua kwa bibie mama mchungaji Irene Woya. Wow, just wow! Shughuli ya mtoto wa shoga yake Kajala halafu alipue? Hapana kabisa bibie, aliwaka kama hivi. So Irene Woya hakuwa nyuma kwenye shughuli hii na alipendeza sana. Namba 6 imetua kwa Jacqueline Wopa, mwigizaji wa Bongo Movie, mfanya biashara pia. Sio siri, alitisha kinoma noma kama unavyomuona hapo alivyopokelewa na shosti yake Kajala. Hakika ulikuwa wakati mzuri na bora sana, hivyo pia Jacqueline Wopa alitisha na alipendeza sana katika shughuli hii na sasa tunakwenda kwenye namba tano. Hii inatua kwa Lulu Diva wao, huyu dada hii birthday tu, ila bala lake ni noma na nusu kama unavyomwona, yaani jambo alilichukulia sirias kweli kweli. Haya dada, umetisha kinomanoma. Lulu Diva kwenye namba tano kwenye mastaa waliopendeza zaidi kwenye birthday pati ya Amara mtoto wa Mario na Paula nam. Na sasa tunakwenda kwenye namba nne. Hii inatua kwa Shade mtangazaji wa Clouds Media, mwana dada huyu ni mtangazaji wa muda mrefu, lakini azeeki kabisa siku zote yupo vile vile, jamani yani hatari na nusu kwa kupendeza tu, hanaga dogo. Alivaa simpo lakini anawaka kinoma noma, hebu tazama alivyowaka hapa. Hakika anastahili kuingia kwenye top 10 hii. Huyu ni Shade kutoka Claus media nam. Na sasa tunaingia kwenye top 3 namba, hii inadondoka kwa Miss Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini huyu si mwingine ni Rosman Fele bibie. Huyu anataka kuonyesha kuwa Miss Tanzania alishinda kihalali kabisa na ndio jambo hili aliliwezea kweli kweli. Hakika alipendeza sana kama unavyomwona hapo. Namba mbili inaenda kwa mke wa azizi ki Hamisa Mobeto wao just wao, hakutaka kupooza kabisa. Yeye mwenyewe kafanya bonge moja la balaa, yaani kaja na dizaini ya kipekee kabisa. Sasa sijui wow, huo urembo unaitwaje? Hapana, mimi sijui, hayo ni mambo ya fashion. Wataalamu wa fashion pengine wanajua, lakini alifanya balaa kwa kweli. Alikuwa katika vazi fulani la kipekee sana, ingawa baadhi ya watu walimnyari kidogo, akisema jamani, Hamisa, wewe ni mke wa mtu, vivazi vifupi vifupi achana navyo. Lakini ni birthday party, sidhani kama ni kosa. Anyway, huyo ndiyo Hamisa Mobeto kwenye namba mbili, mastaa aliyopendeza zaidi katika shughuli ya Paula mtoto wake Amara akisherekea siku ya mfanano wa kuzaliwa Kabla ya kutua kwenye namba moja, na kupa bonus hii, inajumuisha timu jua kali kwa ujumla, ikiongozwa na bosi mwenyewe Lamata. Eh bwana, hawa walikuwa na kodi yao ambayo timu yao ilifanania, ndiyo maana tumewaweka hapa kwa pamoja. Kina Queen Masanja, Lisa Love, jua kali, Dora Mwanaheli, Asha Boko na wengineo wengi walikuwa katika timu ambayo ni ya mavazi ya wa watoto, kwa hiyo walitokea katika mwonekano wa kimtoto mtoto kama unavyoona hapo, na ndiyo maana mwonekano wao ulikuwa ni wa namna fulani ya kiutoto. Sana kwa sababu walivaa katika simu hiyo, na ndio maana tumewajumuisha na kuweka katika bonus katika top 10 hii. Ladies and gentlemen na sasa ni namba moja. Hii inadondoka kwa mama na mwana, yes, ni Kajala na mwanaye Paula. Sio siri waliwaka sana kiasi kwamba kwa pamoja tumeamua kuwaweka namba moja kwenye shughuli yao. Kajala alikuwa na gauni jeupe safi na Paula nguo fulani hivi yenye rangi ya kipekee akiwa kama mwenye shughuli ikiendana na baba mtoto wake Marioo. Kwa upande wa Kajala, baadaye aliona gauni kama linambana akaamua kwenda kutinga bukta na t-shirt ili ajiachie vizuri tena, furaha ya kumwona Harmonize yani mtu na mtu wake bwana, akaamua kuwa comfortable zaidi, na shughuli ikazidi kufana kiukweli. Bibie alisherekea kwelikweli na mambo yalikuwa ni moto sana. Naam, na hao ndio masta best kwa masta wa kike yaani, tumeangazia zaidi masta wa kike lakini kumbuka wakeume pia walikuwepo. Kwa haraka haraka, nitakupa hii ya wachache tu ambao waliwaka pia kinoma noma. Naomba nikupe japo top hapa 3. Hapa nampa Bill Nas namba tatu, lakini pia namba mbili nampa Harmonize konde boy. Hakika huyu mwamba kwenye swala la kupendeza ana balaa lake, alipiga vitu fulani hivi vya JM International, kama unavyomwona hapo, aliwaka kinoma noma. Unigeria sio unigeria, mambo fulani hivi ya kipekee kabisa kwenye shughuli hii hapo, ambayo iliwaka kinoma noma. Lakini pia namba moja mwenye shughuli mwenyewe Mario, hakika alipendeza sana sana na anastahili kuingia kwenye namba moja kwa upande wa hao wa kiume, ambao nimekupa japo wa waweze kuwatazama hapa. Hii ni Msasa Media, subscribe hapo. Lakini pia endelea kuwa nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Msasa Online, Instagram, Facebook, bila kusahau kwenye TikTok pamoja na kwenye ule mtandao unaitwa Thread. Hii ni Msasa, tunasema Msasa kisasa zaidi. Bye, bye.